Editing na mambo kama hayo, tunatokaje hapa Belinda? Tuanze mkono wako, tusogee kwa madam, tutoke mpaka uh, mi kwa kumalizia nasema CRDB ndio yenyewe mm -hmm. Yani, kama ukitaka kufungua akaunti mm. basi namba moja yeah. ni CRDB bank nawakaribisha sana. Ukitaka mm -hmm. kufungua akaunti CRDB ndio namba moja kwa kujazia eneo mm -hmm. hilo hata yes. haja ya kwenda kwenye town yes. kwa ah, kwa simbanking yako fungua. Fungua. Simbanking ni benki Unaweza usionane na Belinda, usionane na Yolanda yes, wala Queen yes, yes, wala, yes, wala Julius. Yes, yes. Utumia sim banking yako ukajifungulia account ukahifadhi fedha ukafanya miamala ukalipa bili ukalipa bidhaa zako yes, yes. Lakini vile vile ukapata IST kila baada yes, yes, yes. yes. yes. ya miezi miwili IST natoka, wakati ujaenda kwenye tawi lolote yes. yeah. Madam Yolanda

aane <laughs> ah, <laughs> Asante, Casto. Na mimi pia niungane na kiongozi mwenzangu Belinda. Um, kuwashukuru wateja wetu wa CRDB mm, naendelea kutoa rai, benki yetu ipo sana katika kuweka kipaumbele ubora mm, wa huduma tunazozitoa, kao nawakaribisha CRDB Bank kwa ajili ya kupata huduma zilizo bora na uhakika. Karibuni sana. Asante sana sana. Ehe, tumalize na mada kwa mimi Yolanda napenda na kwa niaba benki ya CRDB yes, napenda kwanza kuwashukuru sana, sana, sana, wateja wetu wote pamoja na wadau wetu na nyie mkiwa mmoja wapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana na kuwatakia heri ya wiki huduma kwa wateja. Lakini kabla sijaondoka, naungana na wenzangu uh, kuambia wateja wetu pamoja na wadau wote mm -hmm, wakimbilie fursa za CRDB mm -hmm. CRDB sisi tu ko uh, zaidi ya matawi mia mbili sitini na nne wow. Yeah. Uh, nchi yetu hii, lakini pia tunapatikana kwenye nchi ya DRC Congo, yes, Congo, lakini pia tunapatikana Burundi yes. na pia tumeanzisha ofisi yetu na inaishaanza operation iko Dubai, yeah. Yeah. Yeah. Mbenga, <laughs> tunaendelea katika huo mchakato yeah. Yani, hiyo mara pa Round About tumepata ofa ya kwenda wapi Dubai. <laughs> alafu katika ofa ndio waende wawili tu mimi <laughs> ah, nitampa nafasi yangu mbali wewe, kani kwanza. Sisi sisi kwa kweli tumeshukuru Hmm. Uh, tumekuwa na saa nzima yenye faida kwa msikilizaji yeah. wa Mjini yes. FM 92.5 ambaye mm. ni mteja mahususi mm. wa yeah. CRDB Bank, ukizungumza mm. okay, neno CRDB mm. kila mtu tafsiri yake, namwambia fedha zangu ziko sehemu salama. yes. yes. ziko sehemu ambayo najua fedha ipo imehifadhiwa. yeah. Ndio. Imeelewa vizuri vizuri eh? yeah. Sasa ukitoa hilo tuje kwenye kutoa shukrani kwa kuweza kuithamini Mjini FM kuweza kuwepo hapa mezani kwenye Roundabout, tukazungumza kwenye wiki hii muhimu sana, wiki ya huduma kwa mteja, na kwenye kuzingatia hilo Dunia nzima imekubaliana kwamba mission possible, tumeenda kinyume kidogo na wenyewe um, uliona comments hiyo mm, ni mission impossible ile tile movie which, si mbaya. Sisi hatufeli mm, sisi mission zetu zitafanikiwa, na kwa Mwenyezi Mungu ametokea wepesi. Tumekuwa na show nzuri nzuri, mm, nzuri sana ambayo anayetusikiliza muda huu anajua tafsiri yake ni nini. Una, unajua kitu cha pekee kingine kuhusu ya RNB. Yeah. Enda ofisini kwa kina Yolanda juu pale kuna eneo la uwele. <laughs> Tutarejea tuta, tuta, yeah, hapa tunamwacha DJ Badi endelee kufanya yake. Ana kiu kweli kweli, tumekubana leo DJ Badi eh? Zanzibar, 92.5 FM, Dar es Salaam. Mjini FM, Forodhani, inaskiliza. Lascon ni rangi nambari moja Tanzania, ni rangi yenye ubora wa hali ya juu na ni rangi inayoendana na nyakati. Rangi zetu zinapendezesha, zinavutia, zinafutika, zinaosheka na zinalinda Plascon Paints kwa ajili ya gari yako, Plascon Wood Care kwa samani zako, Plascon Ant Mosquito kwa ulinzi wa familia yako, Plascon Weather Guard kwa ulinzi wa nje wa nyumba yako, Plascon Roof Paint kwa ajili ya bati lako. Plascon, tunamthamini mteja, mteja kwetu ni namba moja, tunatoa ushauri wa namna ya kuchagua na kutumia rangi zetu. Plascon ni zaidi ya rangi. 1b <laughs> <Kamii, kamii. laughs> 12:23 za jioni uh-huh. Tunashukuru sana tumetoka kuwa na ugeni mkubwa mkubwa mkubwa mkubwa, mkubwa hmm. mahususi wa CRDB Bank na sasa yeah. tunawapa nafasi kampuni bora kabisa ya kutengeneza na kusambaza rangi nchini ambayo imetobodoa maana kuna kuzoa kubeba na kutobodoa, yani mm -hmm. kuchukua kwa ujumla yeah. tuzo ya kampuni bora ya rangi Afrika Mashariki na Kati, na studio, angalia, itazama ilivyong'aa namna hii, mm hii -hmm. yeah. hao ni Plascon, kampuni bora na sasa hii kauli mbiu yetu ni the paint that builds Africa. Sikia mm -hmm. ya hilo. Mm -hmm. Vimbande seye hape meliku wana. Tuende mingi yangu. Tuende mingi kijana wabona. <laughs> Yes, ukizungumzia <laughs> yeah, okay, kampuni nambari moja na unaizungumzia kampuni ya Plascon kwa sababu hawa ndio wasambazaji na watengenezaji wa rangi bora zaidi, si Tanzania peke yake wala East Africa, bali Afrika nzima, na hivyo tu imethibitishwa juzi baada ya kuwa kinara kwenye tuzo. Lakini pia basi nikukumbushe wewe, mmiliki wa mjengo, lakini pia wewe ambaye Unamiliki chombo cha moto wewe ambaye fundi mwashe, kumbuka sana e, kutumia rangi bora za Plascon Tanzania kwa sababu hawa wanahakikisha kwamba anakupata nafasi bora zaidi kwako wewe mtumiaji, lakini hata wewe ambaye unafanya shughuli za upakaji wa rangi, basi ukitaka tenda yako ama kazi yako ionekane bora zaidi ni kuweza kutumia rangi za Plascon. Lakini nikukumbusha kwamba Plascon e, tuna rangi zaidi ya mia tatu na katika rangi hizo mia tatu na kama una tatizo la color blindness ni kwamba e, tutakachokusaidia si ni kuchagua hiyo rangi ambayo unaitaka, nasi tutakuchanganyia vizuri zaidi na kupata ule ubora ambao unautaka. Lakini mwisho zaidi, kuna aina tofauti za rangi, lakini Plascon tumekutenganishia na kukulinda wewe na wadudu wote wa sambazao malaria. Tuko na anti mosquito paint ambayo mm -hmm. Hii yenyewe inahakikisha kwamba inakulinda wewe na familia yako dhidi ya mdudu aenezaye malaria, yaani mbu mm -hmm. Na mwishoni kabisa tukifuata ile kauli ya mkurugenzi kama sikosei mm, ya kwamba hakikisha nyumba yako imepakwa rangi vizuri zaidi, basi na kwenye paa kuna, kuna ile e, roof paint ambapo yenyewe inakusaidia wewe paa lako lisionekane kuukuu, yani kama nyumba miaka mitatu mine mitano, basi paka rangi za Plascon. Na rangi hizi zina uwezo wa kudumu miaka kumi mpaka kumi na mitano. Mimi naitwa mzao madini kani mwenye dada diwani, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, rangi moja, kuna rangi moja kutoka Plascon, yeah.